Imetimia saa kumi na mbili kamili asubuhi saa za Afrika Mashariki, sawa na saa kumi na moja Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Hujambo, mimi ni Sko la Kisanga msikilizaji, na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo ya Amka na BBC asubuhi hii, rais wa Ukraine Volodimir Zelenski aonyesha wasiwasi wake kuhusu mapendekezo mapya yaliyoandaliwa na Marekani ya kumaliza vita vyake na Urusi. Kiongozi wa Qatar Shekh Tamin Bin Hamad Al Thani yuko katika ziara ya kikazi nchini Rwanda, na tunaangazia maandalizi ya timu hasa za barani Afrika kuelekea michuano ya soka kombe la dunia mwaka 2026. Kombe la dunia la 2026 tutakuwa na timu mingi sana, timu 48 na, na makocha wengi na wachezaji wengi sana sana. Wale wa Ulaya wamekuwa wakileta shida, wanasema hizi ni game nyingi sana za kucheza. Ijumaa leo, Novemba 21. Kwanza mwenzangu hapa studioni Halima Nyanza anakusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Halima karibu. Asante Skola, na habari msikilizaji. Rais wa Ukraine Volodimir Zelenski amesema nchi yake inahitaji amani ya kweli na heshima ambayo haitavunjwa na Urusi iwapo haitavamia tena nchi hiyo kwa mara ya tatu. Ametoa kauli hiyo baada ya Marekani kuwasilisha mapendekezo mapya kumaliza vita vya vya Urusi vya Ukraine. Kumradhi, Maelezo juu ya mpango huo bado hajathibitishwa rasmi, lakini vyombo vya habari vimedokeza kwamba yamejikita zaidi katika matakwa ya Urusi. Wanasiasa kutoka nchi za Ulaya wameonya kuwa makubaliano yoyote ya amani lazima yaungwe mkono na bara hilo pamoja na Ukraine. Wajumbe wanaoshiriki mkutano wa Umoja wa Mataifa wa tabia ya nchi COP 30 nchini Brazil Wamesema moto uliowaka katika eneo hilo unaweza kuchelewesha hatua ya kufikiwa kwa makubaliano, ikiwa imebaki siku moja tu mkutano huo kumalizika. Zaidi na Esther Lwambano. Moto huo unaripotiwa umesababishwa na hitilafu ya umeme na kuwalazimu maelfu ya wajumbe kutoka ndani ya ukumbi, huku watu kumi na tatu wakipata matibabu ya kuvuta hewa yenye moshi. Hata hivyo, moto huo uliweza kudhibitiwa ndani ya muda mfupi. Waandaaji wa mkutano huo wanasema ukumbi umefungwa mpaka kesho. Awali katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres alitoa wito wa kufikiwa kwa makubaliano ili kuiondoa dunia kwenye utegemezi wa nishati ya kisukuku. Shirika la kimataifa la kupambana na uhalifu la Uingereza, NCA, limeonya watu nchini humo, kwa yeyote yule atakayenunua kokaini au dawa nyingine zozote za kulevya anaweza bila kukusudia kuwa anafadhili utengenezaji wa silaha za Urusi. Uchunguzi umegundua juu ya uhusiano kati ya mitandao ya utakatishaji fedha kutokana na biashara za dawa za kulevya nchini Uingereza na benki moja ya Kirigistan ambako inasaidia kampuni za silaha za Urusi kukwepa vikwazo. Salmelki anatoka katika shirika hilo la kupambana na uhalifu wa kivita la Uingereza like, uhalifu la Uingereza. Shirika la kitaifa la kupambana na uhalifu linaweza kuangalia malipo hayo na kuyafuatilia na kuona jinsi yanavyokusanywa pamoja na malipo mengine kama hayo. Tunaweza kuona fedha hizo zikibadilishwa kuwa sarafu ya kidijitali, na tunaweza kuona wanufaika wa biashara hiyo wakipata kiasi kikubwa sana cha fedha ambacho kimewezeshwa kununua benki na msemaji wa rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa amesema nchi hiyo haitakabidhi wenyekiti wa mkutano wa G20 utakaofanyika nchini humo kwa kaimu balozi wa Marekani kama ilivyopangwa. Kauli hiyo inafuatia mzozo wa kidiplomasia kati ya nchi hizo mbili, ambapo awali Marekani iliarifu kuwa mwakilishi wake aliyoko Pretoria angehudhuria hafla makabidhiano kwa utaratibu wa kawaida, lakini hata shiriki kwenye mazungumzo. Hii ni BBC kutoka stulize, reslamu, studio zetu hapa Dar es Salaam. Hapa studioni mwenzangu huyo Halima Nyanza amekusomea muhtasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangaza kwenye FM na redio za shirika mbalimbali mbali. kama unapatikana kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tusikilize kupitia redio Muungano Beni pamoja na Lizalo Radio. Nchini Uganda ni Voice of Busoga pamoja na Voice of Muhabura. Nchini Kenya tusikilize kupitia Pamoja FM 99 9 lakini pia na tovuti yetu ni bbcswahili.com. Matangazo haya pia yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook, msikilizaji, rambaza tu andika bbc swahili. Mimi ni Skola Kisanga. Rais wa Ukraine volodymyr Zelensky amejibu mapendekezo mapya yaliyoundwa na Washington ya kumaliza vita na Urusi. Anasema kwamba Ukraine inahitaji amani ya ukweli na heshima ambayo haitavunjwa na uvamizi wa tatu wa Urusi. Maelezo ya mpango huo hayajathibitishwa rasmi, lakini taarifa zinaonyesha kwamba unategemea madai ya Urusi, akiwemo kwamba kivu ikabidhi maeneo yake zaidi. Nasteha Muhamedi ana maelezo kwa kina. Rais Zelenski anatarajiwa kuzungumza na rais wa Marekani Donald Trump baada ya Marekani kuwasilisha rasimu ya makubaliano ya amani ili kumaliza vita na Urusi. Mpango huo ambao uliripotiwa kuandaliwa na mjumbe maalum wa Marekani Steve Witkoff na mwenzake wa Urusi Kiril Dimitriev inasemekana haukuhusisha Ukraine. Katika taarifa yake, ofisi ya rais Zelenski ilisema Marekani inaamini kuwa rasimu ya mpango huo inaweza kusaidia kuimarisha diplomasia na kuongeza kuwa Ukraine imekubali kufanya hasa kuhusu vipengee kadhaa vya mpango huo kwa njia ambayo itapelekea kumalizika kwa vita. Kulingana na ripoti hiyo, ni kwamba Kiev iliunga mkono mapendekezo yote muhimu yenye uwezo wa kuleta amani kati ya Urusi na Ukraine. Kwa upande wake, Ukraine haikuelezea nini hasa kimependekezwa kwenye rasimu hiyo ya amani, ingawa kulingana na vyanzo vinavyonukuliwa na Axios, Financial Times na Reuters, inajumuisha mipango ya Kiev kuachia maeneo ya Donbas iliyoko mashariki mwa Ukraine ambayo bado Ukraine kupunguza kiasi kikubwa jeshi lake na kuacha silaha zake nyingi. Iwapo matakwa hayo yote yatadhibitishwa, basi itaegemea pakubwa upande wa maslahi ya Moscow. Caroline Levitt ni katibu wa waandishi wa habari ikulu ya White House, alisema hamna mapendeleo katika rasimu hiyo. Mjumbe maalumu Witkoff na katibu Rubio walikutana na baadhi ya Waukraine katika wiki iliyopita ili kujadili mpango huu. Tunawasikiliza pande zote mbili ambao ni wahusika wa vita hii ili kuelewa ni nini ambacho wanaweza kufanya ili kujitolea kwa kumaliza vita hii, na hivyo ndivyo tutakavyopata suluhisho linalokubalika. Hivyo ndivyo rais ameelekeza timu yake. Mapema wiki hii takriban watu ishirini na sita waliuawa katika shambulio la kombora la Urusi na ndege zisizo na rubani katika mji wa Ternopil magharibi mwa Ukraine. Watu wengine kumi na saba walikuwa bado hawajulikani walipo. Tangu aanze muhula wake wa pili mapema mwaka huu rais Donald Trump ameanzisha mipango mbalimbali inayolenga mbali kumaliza vita nchini Ukraine, ikiwa ni pamoja na mkutano wa kilele wa nchi hizo mbili na Putin huko Alaska, ziara kadhaa na mjumbe wake Witkoff mjini Moscow na duru za mazungumzo na Zelensky na viongozi wengine wa Magharibi. Lakini wakati maadhimisho ya mwaka wa nne wa uvamizi kamili wa Urusi nchini Ukraine yanapokaribia, pande hizo mbili zinasalia katika mzozo mkubwa kuhusu jinsi ya kumaliza mzozo huo. ni Nastia Muhammad. Katika mkutano na waandishi wa habari jijini Goma, AFC na M 23 wametangaza kwamba makubaliano mapya yaliyosainiwa Doha na Kinshasa ni kama njia kuelekea amani, lakini wanasubiri utekelezaji wa mkataba huo. Haya yametangazwa siku chache tu baada ya wa wajumbe kutoka serikali ya Kongo na wale kutoka waasi wa AFC M23 kutia saini makubaliano mapya huko Doha na namna ya kumaliza vita huko DRC, wakishuhudia pia kuandaa mwendelezo wa mazungumzo kwa lengo la makubaliano kamili ya amani Jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Kutoka Goma, Chube Ngorombi ametuandalia taarifa ifuatayo. AFC M23 imeongeza kuwa ikiwa utekelezaji wa nani ataongoza wapi utakamilishwe nchini Kongo, mpango huo utatekelezwa nchini kote. Kuhusu vita vinavyoshuhudiwa kwa sasa kati ya M23 na Kinshasa licha ya mazungumzo ya Doa, wamesema wanaposhambuliwa wanafukuza mbali washambuliaji na kubaki katika eneo la washambuliaji hao kwa lengo la kuwalinda raia wao na lisikwa kuchukua miji bali ni kazi yao ya kuwalinda raia. Kisha sa kwa upande wake haijatoa tamko lake. Wakati utekelezaji wa makubaliano hayo wadhua hisia mbalimbali miongoni mwa asasi za kiraia na wanasiasa. Moize Hangi kutoka vuguvugu la Lucha ameelezea kuwa na wasiwasi kufuatia yanayoonekana kama kuelekezeana shutuma kati ya pande mbili kwenye mazungumzo. Mateso ambayo tumepitia ikomeshwe. E, ingekuwa muhimu kataba na masikilizano ambayo inaendelea kukamatiwa hapo Doha, ili kusaidia amani iboreshwe. Baadhi ya wanasiasa kutoka uongozi ulioko madarakani nchini Kongo wameonya washiriki wa, wa, wa mazungumzo ya Doha kuzungumzia taifa la Kongo kwa moyo wa utulivu. Moise Zihalirwa ni msemaji wa chama cha UNC Kivu Kaskazini. government ya Kongo na movement M23, tunaomba wazungumze na roho nzuri, ili raia ifaidike na hiyo mazungumzo ambayo iko inapitikana, lakini upinzani pia una maoni gani? Ezekiel Simuhaya ni mmoja wa upinzani wa PPRD mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. wafikirie nini wanaweza kufanya, sababu kuungana na mapasta, mapadri na mvuma ya sovo la RDC inaweza kutufikilisha sasa, kutuletea rais Chisekedi akielewa hivi, atawaeleza wakongomani kuna faida gani anayo ndani ya vita. Wachambuzi wa masuala ya usalama wanaofia kuendelea kwa vita. Japo kuwa huu ndio wakati wa kuzima moto, wanasema wananchi wa Kongo lazima wajitegemee kuupata suluhisho dhidi ya shida zao. Profesa Dadi Sale ni mchambuzi wa siasa mashariki mwa DRC. Ni wakati ya kuungana, ni ni wakati wakati wakati ya ya kujua kama sawa nyumbe na kuwe na lungula, ni wakati kabisa ya kuzimisha moto. Haya najiri wakati pia, tume ya Umoja wa Mataifa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo MONUSCO inatoa wito kwa wahusika kuendelea na mazungumzo kwa imani nzuri nzur Hizi kuwa maendeleo halisi juu ya ardhi ni chube ngorombe. Huyo kiongozi wa Qatar Sheikh Tamim bin Ahmad Al Thani yuko katika ziara ya kikazi nchini Rwanda yenye lengo la kuimarisha uhusiano na ushirikiano kati ya nchi hizo mbili. Qatar ni mshirika mkubwa wa Rwanda katika nyanja mbalimbali ikiwemo mbali biashara, lakini pia jeshi na hata diplomasia. Zaidi na Ive Buchana. Kwa mjibu wa vyanzo vilivyo karibu na ziara, ya siku mbili ya kiongozi wa Qatar nchini Rwanda inatarajiwa kuwa Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani na mwenzie Paul Kagame watakutana kwa mazungumzo, na ziara hiyo itaziacha Rwanda na Qatar zikisaini mikataba mipya ya ushirikiano Mnamo miaka ya hivi karibuni, Qatar imejitokeza kuwa mshirika mkubwa wa Rwanda kwa nchi hiyo kuwa na uwekezaji mkubwa. Nchi mbili zimekuwa zikishirikiana katika sekta mbalimbali, zikiwemo uwekezaji, utalii na usafiri wa anga. Mradi wa ujenzi mpya wa kimataifa wa ndege wa Bugesera, kilomita 50 kutoka Kigali, ukiwa ni mojawapo ya muhimu zaidi ambapo shirika la ndege la Qatar Airways linashikilia hisa ya asilimia 60. Kadhalika, inatarajiwa kuwa Qatar Airways itapata asilimia 49 ya hisa za kampuni ya ndege ya Rwandea katika siku za mbeleni miongoni mwa miradi mipya ambayo nchi hizo mbili zinaweza kushirikiana ni pamoja na Kigali Innovation City ambayo inalenga kuifanya Rwanda kuwa kitovu cha teknolojia barani Afrika. Katika masuala ya kijeshi, majeshi ya nchi mbili yamekuwa yakishiriki mafunzo ya pamoja, na kidiplomasia Qatar imekuwa mstari wa mbele katika mazungumzo ya upatanishi ya migogoro mbalimbali inayohusisha Rwanda hasa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nam ni Ive Buchana, sasa tuende viwanjani na Victor Kenani <tune> Shukran Skola. Tunaanza na draw ya mechi za mtoano za kufuzu kombe la dunia mwaka 2026. Wels watakuwa wenyeji wa Bosnia na Herzegovina katika nusu fainali ya mtoano ambayo itachezwa kwa mtindo wa mchoano mmoja pekee. Endapo watashinda, wanaweza kukutana na Italia au Iland ya kaskazini nyumbani kwenye fainali ya mtoano. Iland ya kaskazini, waliofuzu kupitia ligi ya mataifa, wamepangiwa safari ngumu ya kusafiri hadi Italy kwa ajili ya nusu fainali yao. Jamhuri ya Iland, waliopata nafasi yao kwa ushindi wa dakika ya mwisho dhidi ya Hungary, watacheza ugenini dhidi ya ya Chek katika nusu fainali yao. Mshindi wa mechi hiyo atakuwa mwenyeji wa Denmark au north Macedonia katika fainali ya mtoano. Jamaika ambao walikosa kufuzu moja kwa moja baada ya kupitwa na Kurakao watapambana na new Caledonia na mshindi atakutana na jamhuri ya kidemokrasi ya Kongo kwenye fainali. Wakati huohuo huo, Bolivia na Suriname watamenyana kutafuta nafasi ya kucheza dhidi ya Iraq. Kwenye mbio za magari ya langalanga, aliyewahi kuwa dereva wa Ferrari Felipe Massa ameruhusiwa kuendelea na sehemu yake ya kesi kuhusiana na kashfa ya Crashgate katika Grand Prix ya Singapore mwaka 2028 lakini mahakama kuu imetupilia mbali vipengele vingine vya madai yake. Uamuzi wa mahakama ulisema kuwa Massa anaweza kudai fidia kuhusiana na sakata hilo, lakini ombi lake la kutangazwa kuwa mshindi halali wa ubingwa wa madereva wa mwaka 2028 limekataliwa. Mbrazil huyo amewasilisha mashtaka dhidi ya aliyekuwa bosi wa Formula 1 Bernie Ecclestone, Formula 1 yenyewe na shirikisho lina simamia mchezo wa magari faa akidai, kulikuwa na njama iliyomnyima ubingwa ambao ulienda kwa Lewis Hamilton wa McLaren. Massa alikuwa anaongoza mbio za Singapore wakati Nelson Piquet Jr alipojibamiza kwa makusudi ili kumpa mwenzake wa Renault Fernando Alonso nafasi ya kushinda mbio hizo. Massa anaamini kwamba kama tukio hilo lingechunguzwa mapema na matokeo kufutwa, angekuwa ametangazwa bingwa wa dunia. Akiwa na miaka 44, anadai fidia inayokadiriwa kufikia pauni milioni 64. Kwenye tenis, Uhispania ilidhihirisha ubabe ya kukosa huduma ya Carlos Alcaraz na kuishinda Jamhuri ya Czech kwenye robo fainali ya Kombe la Davis na hivyo kusonga hatua moja karibu na taji lao la kwanza katika kipindi cha miaka sita. Alcaraz ambaye ni mchezaji namba moja duniani alijiondoa kwenye kikosi siku ya Jumanne baada ya kushauriwa kutocheza Bologna kutokana na uvimbe kwenye msuli wa paja lake la kulia. Mabingwa hao mara sita sasa watakutana na Argentina au Ujerumani katika nusu fainali siku ya Jumamosi mabingwa watetezi mara mbili mfululizo Italia watapambana na Ubelgiji katika nusu fainali ya kwanza siku ya Ijumaa. Nitakomea spoti hapo kwa sasa, shukran Scola.